Rasmi klabu ya Yanga Sports Club imetoa taarifa kuhusiana na mchezaji Stefan mchezajiz. Tetesi zilikuwa zikimuhusisha mchezaji huyo kujiunga na klabu ya Wydad Casablanca nchini Morocco. Tetesi ambazo zilishika kasi zaidi mara baada ya mchezo mwisho ambao tz aliupiga akiwa katika klabu ya Yanga Sports Club beige ya wakivaayaah na hatimaye, leo rasmi, leo rasmiyangawametoa taarifa e, kupitia katika kurasa zao zao za mitandao ya kijamii wakiandika Thank you Stefan Aziziki ambaye imefuatiwa na comment za viongozi mbalimbali akiwemo afisa habari wa Yanga Sports Club Ali Kamwe akiandika all the best Master Key. Sasa wakati Yanga wakitoa taarifa hiyo ya kutangaza rasmi kuachana na Stefan Aziziki, klabu ambayo Stefan Aziziki amehamia kwa sasa, hapa anazungumzia klabu ya Wydad Casablanca, wao wametangaza rasmi kuna sasaini za wachezaji watatu ambao wamejiunga na klabu hiyo. Taarifa iliyotolewa kwenye kurasa za mitandao ya kijamii za klabu ya Wydad Casablanca zimesema kama sehemu ya kuimarisha safu yetu ya kikosi cha kwanza, kujiandaa na mashindano yajayo, uongozi wa Wydad Athletic Club unatangaza kusajili rasmi ya wachezaji wafuatao: Nordin Amrabat. Huyo ni mchezaji ambaye alikuwa anakipiga katika klabu ya Hull City ambayo anashiriki championship ya pale nchini Uingereza, lakini pia mchezaji mwingine ni Hamza Hanore, huyu alikuwa akikipiga katika klabu ya Fas Rabat kutoka pale pale nchini Morocco, na Stefan Aziz Ki ambaye ametoka klabu ya Yanga, na watakia wao na wenzao mafanikio mema katika timu hii. Ndio taarifa ambayo imetolewa na uongozi wa Wydad Casablanca, wakichagiza pia kwamba haya yote ni kuhakikisha kwamba kauli yao mbiu ya Wydad of the Nations inasonga mbele na kupata mafanikio zaidi wakikiimarisha kikosi chao ambacho kinatarajiwa kushiriki club bingwa ya dunia. Hii ni Toka Zamani TV, kazi yetu ni kukupa updates. Stephane Aziz Ki akiwa anaondoka klabu ya Yanga Sports Club. Ikumbukwe alijiunga na Yanga akitokea katika klabu ya ASEC Mimosas ya nchini Ivory Coast, msimu wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, elfu mbili na ishirini na tatu, amecheza kwa mafanikio makubwa akiwa katika kikosi cha Yanga Sports Club ikiwa ni pamoja na kupata tuzo MVP ya MVP akiwa katika ligi kuu ya Tanzania bara, lakini pia akitwaa kiatu cha ufungaji bora akiwa katika ligi kuu Tanzania bara. Mchezo wake wa mwisho Stephane Aziz Ki ni ule mchezo ambao aliucheza dhidi ya JKT Tanzania, nusu finali ya kombe la FA, ambapo Yanga alipata ushindi wa magoli mawili kwa sifuri pale katika uwanja wa Mkokwani jijini Tanga. Ni rasmi sasa, Stephane Aziz Ki ni, ni mali ya Wydad Casablanca. Shemeji wa taifa amekwisha kutoka Tanzania na kuelekea kule nchini Morocco. Morocco idet shehanizaii na up to date zaidi zinapatikana hapa.